Kuna maisha baada ya uchaguzi na maisha ndiyo haya sasa. Umeisha uchaguzi amekuwepo rais, kwa hiyo lazima sisi wenyewe tuendelee, tuendeleze shughuli za kulijenga taifa. Asubuhi ya leo ndani ya huu mji wetu wa Bukoba ambapo watu wote wameamka na sura za kazi, tunamshukuru Mungu. Kwa sasa tuko vizuri na tunaendelea vizuri baada ya uchaguzi hali iko shwari kwa Bukoba mjini kama mnavyoona sasa hivi, tupo tunaemea, hamna fujo yoyote. Labda nachoomba kuwasihi Watanzania na Wanabukoba kwa ujumla, naomba tudumishe amani. Tayari tumeshampata rais wetu mpendwa, mama mchapakazi, tuna mbunge wetu Mtasinga Johnson, tuna madiwani wote. Kwa hiyo tunaomba turejeshe umoja, mshikamano, kwa sababu mwisho wa siku amani ni tunu ya nchi yetu. Saizi kuna mafuta yameshapatikana tayari. Kwa hiyo kama mimi mfanya biashara ninaweza nikaenda popote kufanya biashara zangu vizuri na nikalipa kodi, hiyo la kwanza. La pili kuna fursa ya internet kwa kweli. Sababu kinachoendelea sisi ni kazi tu. Kinachotakikana sisi ni kazi tu na amani ikiwa imetawala, maana bila amani hakuna kazi. Lakini amani ikitawala, kama alivyoishangia rais, naamini itatawala amani. Tunazidi kumwombea mama yetu huyu, mheshimiwa rais wetu mpendwa mama Samia Suluhu Hassan, Mungu ampe kwanza ustahimilivu, lakini vile vile ampe umri mrefu, namwondoshee maradhi pamoja na jopo lake la viongozi wake wote atakaoweza kuwateua.